Mimi naitwa Everin Brown mwamakamba. Tuna... Vile vile, sheria inauzwa sasa hivi, mheshimiwa. Ukienda kwenye kituo cha polisi naambia utoe laki tano kwa ajili ya dhamana. Wapo watu ambao kwa juu ya sheria wanatutesa, anakuambia anapiga simu kwa mheshimiwa hakimu. Lakini niwaambieni, si utaratibu wa kimaadili mtu kuelekeza kwamba huyo mfunge, si utaratibu wa kimaadili, na mambo ya aina hii yalishajitokeza. Mheshimiwa Rais aliunda timu ya haki jinai, tume ya haki jinai ikamali, ikamaliza kazi yake, ikatoa taarifa baadhi ya mambo yaliyojitokeza yalikuwa ya aina hii. Ndiyo maana katika moja ya eneo ili kuweza kukomesha rushwa lililopendekezwa na tume ya rais aliyoiunda ya, ya kushughulikia mambo ya haki jinai, ilikuwa ni kupunguza kamatakamata kamata kwenye mahakama hizi za mwanzo. Jaji mkuu alishatoa waraka ambao ambao umetoa utaratibu wa kutokulazalaza ndani watu huku ambayo yalikuwa yanatolewa kwenye maelekezo ya mahakama zetu za mwanzo huko. Hayo yalikuwa matokeo ya tume ya haki jinai ambayo mheshimiwa rais aliunda na ikapeleka mapendekezo yake, na waraka ule ulishatolewa na jaji mkuu. Kwa hiyo kwenye hili kama tabia ya mtu mmoja mmoja, mimi nielekeze wananchi wetu wote nchi nzima, kama ni tabia ya mtu mmoja mmoja, fikisha kwenye viongozi walio karibu nawe, peleka kwa mheshimiwa mbunge peleka kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, peleka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, peleka kwa viongozi wa serikali walio karibu na. Mheshimiwa Rais ameshasema kiongozi yeyote tutampima kwa kutatua kumbukumbu. Wewe hata ukipeleka kwa wote, kama hawajakusikiliza weka kumbukumbu nilipita na kwa mtendaji wa kijiji, nikaenda na kwa mtendaji wa kata, nikaenda na kwa mtendaji wa, wa, wa, wa, kwa tarafa nikaenda na wilayani, nikaenda na mkoani, weka kumbukumbu hiyo kumbu, ukishaiweka, siku tutakapopata hiyo taarifa, kwa sababu maelekezo kwa mkuu mkuu wa kuwa mikoa yote na Mheshimiwa Rais kwenye hili amekuwa wazi kwamba lazima watu wapimwe kwa namna wanavyotekeleza, washughulikia kero za wananchi. Hatujagawa maeneo haya ili watu wapate vyeo, tumegawa maeneo haya ugatuaji wa madaraka ili watu wapate huduma pale ilipo karibu. Hili nimelisemea sana, zimekuwepo sana maeneo hayo ya watu kufanya hivyo danadana, mtu anapeleka waja kwenye ofisi, anaambiwa uje kesho, akienda kesho anaambiwa uje kesho kutwa, akienda kesho kienda wiki ijao, ili ulisemaje? Anaamua kuandaa bango ili siku raisi amepita ama makamu wa raisi, basi aoneshe ya haka bango, na hilo bango ananyang'anywa kabla ya viongozi hawajafika. Tumesema haya yakome, mtu ambaye amegawiwa eneo ashughulikie zile kero. Kama zinamzidi umri yeye mwenyewe, kama zinamzidi kimo yeye mwenyewe, azipeleke kwenye ngazi ambayo inatoa majawabu kwa hiyo na kupitia swali hili na maeneo mengine yote, wananchi wafuatilie hilo.